Mkataba wa utoaji wa huduma kwa raia wa hazina ya fidia kwa wamiliki wa bima ya Policy Holders Compensation Fund, yani PCF. Utangulizi: hazina ya fidia ya wamiliki wa bima ya PCF ni shirika la serikali chini ya hazina ya kitaifa na mipango ya kiuchumi ambalo lilianzishwa chini ya kifungu cha 179 cha sheria ya bima, yani CAP 487 na kutekelezwa kupitia notisi ya kisheria nambari 105 ya mwaka 2004. Hazina ya fidia ya wamiliki wa bima ya Policy Holders Compensation Fund ilianzishwa kwa minajili ya kutoa fidia ya bima iliyowekwa chini ya usimamizi wa serikali na pia kuongeza imani ya umma katika sekta ya bima. Jukumu kuu la hazina hii ni kutoa fidia kwa wanabima waliowekwa chini ya usimamizi wa serikali au wale ambao leseni zao zimesimamishwa. Uamuzi wa kuanzisha hazina hii ulitokana na kuanguka kwa baadhi ya makampuni ya bima kabla ya mwaka wa 2005. Dira yetu kuwa hazina ya fidia kwa wamiliki wa bima inayoheshimiwa sana. Dhima yetu kuimarisha imani katika sekta ya bima kupitia ulipaji wa fidia kwa wakati kwa wamiliki wa bima wa kampuni iliyowekwa chini ya msimamizi wa kisheria au ambayo leseni yake imefutwa. Kauli mbiu Dhamana ya bima yako. Maadili yetu ya msingi: Moja, uadilifu; mbili, kazi pamoja; tatu, uvumbuzi; nne, kumuweka mteja mbele; tano, uwajibikaji. Wajibu wetu: Moja, kutoa fidia kwa wamiliki wa kampuni ya bima iliyowekwa chini ya usimamizi wa kisheria; mbili, kufuatilia kwa ushauriano na kamishna pale inapohitajika wasifu wa hatari wa kampuni yeyote ya bima. Tatu, kumshauri waziri kuhusu sera ya kitaifa inayopaswa kufuatwa kuhusiana na masuala yanayohusiana na fidia kwa wamiliki wa sera na kutekeleza sera zote za serikali zinazohusiana nazo. Nne, kushiriki katika usimamizi wa kisheria wa kampuni ya bima iliyowekwa chini ya usimamizi wa kisheria na msimamizi wa udhibiti. Tano, kufilisi kampuni ya bima kama itakavyoamriwa na mahakama. Sita, kutekeleza majukumu mengine yote yatakayokabidhiwa kwake na sheria hii au sheria nyingine iliyoandikwa. Hati ya utoaji wa huduma. Moja, kujibu simu simu ya mezani na laini nyingine yoyote rasmi, mteja anatakiwa kupiga simu. Huduma hii ni bure na hufanyika ndani ya sekunde 15. 2. Kujibu maswali ya wateja wanaotembea ofisini. Mteja anahitajika kufika ofisini na kuwasilisha swali lake. Huduma hii ni bure na hufanyika ndani ya dakika moja. Tatu, kujibu mawasiliano ya wateja. Mteja anatakiwa kufanya mojawapo ya yafuatayo yafu A. Kuandikia barua rasmi. Huduma hii ni bure na hufanyika ndani ya siku tano za kazi. B. Kutuma barua pepe au kutumia mitandao ya kijamii kama vile X, Facebook na YouTube. Huduma hii ni bure na hufanyika ndani ya siku moja ya kazi. Nne, kujibu malalamiko na manuguniko ya umma. Mteja anatakiwa kuwasilisha malalamiko. Huduma hii ni bure na hufanyika ndani ya siku moja ya kazi. Tano, utatuzi wa malalamiko. Mteja anatakiwa kuwasilisha malalamiko kwa njia ya mazungumzo au kwa maandishi. Huduma hii ni bure na hufanyika ndani ya siku 14 za kazi. Sita. kutoa fidia ya walalamikaji. Sharti ni fomu ya madai ya fidia inayojazwa kikamilifu na kuambatanishwa na nyaraka zinazohitajika. Muda wa kushughulikia ni ndani ya siku 90 baada ya kupokea madai hayo na huduma hii ni bure. Saba. kwa huduma za usimamizi wa kisheria, mteja anatakiwa kuwa na barua ya uteuzi kutoka kwa mamlaka ya udhibiti wa bima. Gharama ya huduma hii ni kama ilivyokubaliwa na mamlaka iliyomteua na kufanyika ndani ya siku 365 baada ya uteuzi. Nane, kufilisi kampuni za bima, sharti la huduma hii ni uteuzi wa amri ya mahakama. Gharama ni kama ilivyokubaliwa na mamlaka ya uteuzi wa mchakato huu na mchakato huu huanza ndani ya saa 24 baada ya kuteuliwa. Tisa. Kupokea ada ya ushuru yani, levi, mteja anahitajika kuambatisha ushahidi wa malipo. Huduma hii ni bure na ufanyika ndani ya siku moja. Kumi, usajili wa wasambazaji wa bidhaa mteja anahitajika kuwa na yafuatayo yaliyojazwa kikamilifu: A, fomu ya maombi B, wasifu wa kampuni Cha, cheti cha usajili au uanzishaji wa kampuni Da, cheti cha PIN A, cheti halali cha uzingatiaji wa ushuru, yani, tax compliance, au cheti cha msamaha wa ushuru. Fa, taarifa ya benki asili. Ga, nakala ya cheti au usajili kutoka kwa mashirika husika ya udhibiti. Ha, risiti ya malipo ya ada isiyorejeshwa. I, E, nakala za fomu za marejesho ya mwaka zinazowasilishwa kwa msajili wa kampuni. Ja, kitambulisho cha kitaifa au pasipoti. Huduma hii ni bure na hufanyika ndani ya siku 14 za kazi. Ushughuliaji wa zabuni. Mteja anahitajika kuwasilisha zabuni za bidhaa na huduma. Huduma hii ni bure na hufanyika ndani ya siku tisini za kazi tangu tarehe ya kuwasilisha zabuni. 12. Arifa ya wazabuni waliofaulu na ambao hawajafaulu Mteja anahitajika kufikia tovuti ya ununuzi wa kielektroniki yani e-procurement portal ili kupata taarifa. Huduma hii ni bure na hufanyika ndani ya siku moja ya kazi baada ya tathmini ya zabuni. 13. malipo ya bidhaa na huduma zinapokelewa, mteja anahitaji kuwasilisha LPO au ankara, cheti cha kukamilisha kazi au bidhaa au huduma zilipokelewa huduma hii ni bure na ufanyika ndani ya siku 30 za kazi tangu kupokelewa kwa Ankara. 14. Uondoshaji wa bidhaa chakavu yani zilizopitwa na wakati. Mteja anatakiwa kuwasilisha zabuni. Huduma hii ni bure na ufanyika ndani ya siku 60 za kazi kuanzia tarehe ya tangazo. 15. Ushiriki wa umma katika mchakato wa utungaji sera. Mteja anahitajika kufahamu maswala husika na kushiriki kikamilifu huduma hii ni bure na ufanyika ndani ya siku moja ya kazi. 16. ajira ya wafanyikazi mteja anatakiwa kutuma maombi rasmi kulingana na tangazo la nafasi ya kazi huduma hii ni bure na ufanyika ndani ya siku tisini za kazi 17. usindikaji wa ombi la habari mteja anahitajika kuwasilisha ombi la habari huduma hii ni bure na ufanyika ndani ya siku 21 za kazi PCF imejitolea kutoa huduma kwa adabu na ubora wa hali ya juu. Huduma yoyote ambayo hailingani na viwango vilivyotajwa hapo juu au afisa yeyote ambaye hatatimiza ahadi ya kutoa huduma kwa adabu na ubora anapaswa kuripotiwa kwa afisa mdhamini mkuu, hazina ya fidia kwa wamiliki wa bima, yani PCF, kituo cha KWFT, gorofa ya sita, barabara ya Masaba, Kiambere, sanduku la posta mbili nne mbili sufuri tatu sufuri sufuri moja sufuri sufuri, Nairobi. Simu sufuri saba tisa nne tano nane mbili saba sufuri sufuri au sufuri moja moja moja moja mbili moja saba sufuri sufuri, barua pepe info@pcf.go.ke au complaints at pcf.go.ke au katibu wa tume, au mkurugenzi mkuu Tume ya Haki kwa Utawala yani Commission on Administrative Justice, gorofa ya pili, West End Towers, nje ya barabara ya Waiyaki, sanduku la posta 20414 00200 Nairobi, simu mbili tano nne mbili sufuri mbili mbili saba sufuri sufuri sufuri sufuri au mbili tano nne mbili sufuri mbili tatu sufuri tatu sufuri sufuri sufuri au mbili tano nne mbili sufuri mbili sita sufuri tatu saba sita tano au mbili tano nne mbili sufuri mbili inne sufuri tisa tano saba nne, au sufuri saba saba saba moja mbili tano nane moja nane, or sufuri nane sufuri sufuri mbili mbili moja tatu nne tisa. Barua pepe info at ombudsman go ke, au complain at ombudsman go ke. Huduma bora ni haki yako.